Na nyinyi msikue na wasiwasi. Si hii serikali, mi nauliza nyinyi, watu wa Nyarumoru, hii serikali iliundwa na kura ya nani? Si iliundwa na kura yenu hii serikali, ni kweli ama si kweli? Hii serikali, niulize tena, hii serikali iliundwa na kura ya nani? Si iliundwa na kura yenu? Kwani nyinyi mnafikiri mimi ni wazimu nikasahau nani anisaidia kuunda hii serikali? Na nataka mnisikie vizuri watu wanaromoru, si ndio? Na mimi si mlevi, mimi sikunywangi pombe na mimi si mtu ya kuchanganyikiwa. I know what I'm doing, tunaelewana. Na mimi nitahakikisha ile kazi mlinipatia ya kuhakikisha kwamba tunasimamia masomo ya watoto wetu, ile ya kilimo, ile ya maendeleo ya barabara na stima na hiyo ingine nitahakikisha ya kwamba hiyo kazi inafanyika na ikiharibika ya Nyeri hii, mniulize mimi. Nyinyi mnanielewa jameni? Yes, mniulize. Si baada ya miaka mitano nyinyi ndio wenye mtasahihisha maneno? Si kama MCA hajafanya si mtampeleka nyumbani? Si mjumbe kama hajafanya si mnajua vile ya kumfanyia? Si seneta asipofanya si mnajua vile ya kumfanyia? si hata huyu Mutai asipofanya, si mnajua vile mtamfanyia? Kwani nyinyi kwani nyinyi hamjui ya kwamba hata mimi najua kuna kile kitu mimi nisipofanya, mimi najua vile mtafanya. Mnanielewa? Kwa hivyo mimi kwa hivyo hiyo kazi mmenipatia ah, mtafanya na bidii, mtashangaa. Hiyo barabara mmeniambia nijenge, nitajenga mpaka mtashangaa. Stima nitafanya hivyo. Hiyo ingine nitafanya hivyo. Ile mimi siwezi kufanya ni fitina na mambo ingine ya watu wengine huko kando. That one mimi sitaki. Sijui kama tunaelewana. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa na Rumoru, wakati muli nipatia kazi, nyinyi ndio muli nipatia kazi ya rais. Simu niliambia niende nipange barabara. Na stima. Na maji. Na nisaidie watoto wasome vizuri. Na nihakikisha kwamba soko imejengwa. Na biashara imeendelea na kahawa iko sawa sawa na chai iko sawa sawa na maziwa iko sawa sawa, sawa, sawa. Si nyinyi ndio mtasaidisha mtiani? Hiyo baada ya miaka hii tano, mimi niko tayari kwa hiyo mtiani. Tukutane kwa mtiani siku hiyo, ama namna gani? Watu wanarumoru nego kana tiguo tunaelewana.